Changamoto ambayo tunayo maana hapa kwamba ni kama staff stafu iko chini kidogo, kwa maana unatunga aenee foleni kwa muda mrefu, upande wa malipo, upande wa kupewa bidhaa, kumaanisha kwamba huduma za inaenda pole pole kwa sababu manpower ime chini kidogo. Sasa so, tunaomba kwamba watu wengi awezi kuajiriwa ili huduma ya haraka sana. Yenyewe uchumi imekuwa kama kanja siku katika piga yetu, lakini na visabiti vilivyo lakini, hapa at least

kwa bei yote bei kwa aduka zingine wanauza mia nane kwa uchwele, bei ni karibu mia tisa s unaona, apandea bei natupema, si mbaya. changamoto ambayo zinapitia hapa ni mambo ya kulipa, kuna jamu kidogo, nafiyana uko na haraka, kuna ile kuharakisha, ili ukiona shughuli ya haraka kidogo kwa then y

Auu, kwa majina naitwa mwana msimamizi wa Bungoma jenerali, na dili na manguo aina zote. Tumetoka msimu wa Christmas, tumeingia msimu ya Januari ya back to school. Kwa sasa hii tunadili na aina zote za manguo za shule, kwanza jumpers, tracksuit, gym kit, sweta, short, uh, short trousers hizo zote tunadili nazo kwa wenye hawajajua chekubei kwa Mwangi, mko karibu sana, utapata guo zote na bei mzuri ya back to school. Karibu, karibuni yote tunauza hostel na tunauza retail, lakini yote ni kama bei ya hostel tunauza, lakini mwenye anachukua mingi tunampa discount yenye ataenda kupata akienda kuuza. Kwa upande wa bei bei, tumeweka bei mzuri, bei chini Example kama rongi, utaweza pata rongi ya 500 550. Hizo ni marongi za shule, bado wa masweta kuanzia shilingi 500 mpaka 800 hapo katikati, kulingana na saizi ya sweta, e, naweza sema dio ya chini sana hapa kutoma kulingana na bei yenye tunapewa, na kampuni. Tunaongeza tu pesa, tu pesa kidogo tu, hatuongezi pesa mingi dio tuweze kufikia kila mtu.